Barabara yetu kutoka Navakholo mpaka Kakamega imesumbua kutoka mwaka 60 mpaka na leo, lakini nashukuru Mheshimiwa Wangwe na mpubu. Samuel Ruto kukung'ang'ana na hii barabara yetu ya Kakamega mpaka kufika leo, tuko na lami tunashukuru Papa. Shule wana, wana, wanafunzi wanasoma, watu wote wanatembea vizuri, magari zinatembea mpaka saa hii tumefurahi. Hii barabara yetu kutoka Msikoma kuenda Kakamega ilikuwa ni mbaya sana, na tunashukuru mheshimiwa Wangwe na huyu rais wetu ambaye ni Ruto ametusaidia sana. Hii barabara ilikuwa haipitiki, ilikuwa ni matope tubu, ukiangalia mashimu mashimu, hata magari ilikuwa haipiti. Sasa tumeshaanza kuona magari polepole pole ikipita. Tumekuwa na shida hapa kubwa hii barabara hakuna magari yenye nimekuwa ikipita hapa, wakati ilikuwa ni barabara mbovu, lakini saa hii tunaona rais wetu William Ruto na mbunge wetu wamefanya kazi ya maana kabisa. Sisi hatuna tashwisho yote, tumengojea lami miaka yote. Tutaunga rais Ruto mkono kwa vipindi viwili afanye kazi yake, tuendelee kuona maendeleo haya, na tungeomba rais pia atusaidie stima ienee katika sehemu yetu hii ili wananchi biashara itembee mzuri, tufanye kazi mpaka 24 hours usiku na mchana, ili economy ya Kenya izidi izi kwenda mbele. Matatu kwa zinapita zikitoka Bungoma kwenda Kakamega, lakini kama kumenyesha hapa magari kwa yanalala hapa hapa, kungekuwa kunapitika hapa. Watu wamesumbukana wakilala hapa, hii barabara bila hii lamu watu wameteseka. Watu hapa miaka naenda miaka rudi miaka ile imemaliza Kenya hii, kwa wale wa president, nimeona ndio president ili ikue ifanane kama tauni zingine kama mwana potapota. Nashukuru sana Bwana President, tunakuombea hata uende miaka nne juu, hii barabara tumesumbukana sana nini kama potapota pota. Tulikuwa tukienda town kutoka Navakholo kwenda town, tulikuwa tunahangaika sana tunasema tunakutia shukrani. Sasa hivi tunaona mabadiliko, tunakutia shukrani kubwa kupitia kwa Mheshimiwa Wangwe. Pia tunamuombea rudi huko miaka nne, mshikane naye tumalize hii barabara. We are happy that now this road is passable. Tunazaliwa barabara iko mbaya, sasa hivi tunaomba serikali tusaidie hii haraka. Alafu kitu ya pili kama huyu Mheshimiwa Wangwe amefanya kazi mzuri, ingekuwa uwezo rais angemfikiria waziri, so that tuwe empowered na Bakholo, at least tukoko na watu wawili, tukoko na waziri mmoja na PS mmoja ama parato chief. Ndio hii barabara ikipitika, tusikie uzuri wake. Nimewaambia Mheshimiwa Ruto amenipa hii pesa 3.2 billion ya kujenga hii lami, siasa imeanza kuchongwa kutoka hapo. Mnanipata mm. Ukiona ndugu yako anaambiwa asiketi kwa hii kiti, wewe mwenyewe pia usikuje kwa hiyo kiti, kwa sababu wewe pia utahamu, utahamushwa, na tunaambia chama chetu cha ODM kipangane vizuri. Rais wa Jamhuri ya Kenya alitupatia nafasi ya kuungana na chama chake cha UDA lakini sisi tusipeleke uchafu yetu kabla ya makubaliano na chama cha UDA. Wewe ukiangalia, wakisema Sifuna atoke, Sifuna ende, na yeye ndiye alikuwa katibu mkuu wa chama cha ODM na ndiyo representative wetu ya Waluya. Inamaanisha makubaliano ya chama cha ODM na UDA, Mluya hata kwa hiyo meza. Sasa mimi kama Mluya hata kwa hiyo meza mimi, mimi Wangwe, hii miaka nimeenda tam sitatu. Mama, umenipigia kura ati mimi niende kupigia tu wenzangu debe? Tuende mbele, tuende mbele na nisiwa, nisipate mtu akaa kwa hiyo meza. Kama sifuna yuko kwa hiyo meza na mimi mwenyewe siko kwa hiyo meza, basi.